Ujambo, mpenzi mtazamaji, um, wa DW, na hapa tumepatikana kwenye mji wa Munich, na leo ni siku ya pili ya mkutano wa kimataifa wa usalama wa Munich ambao umekuwa ukiangazia masuala ya kiusalama ulimwenguni kote. Eh, kwa kweli toka jana viongozi wa dunia wamekuwa wakiambatana kwenye eh, eneo hili kwa kuweza kutoa hotuba yao kwa ajili ya sera ya kiusalama eh, ulimwenguni na hapo wamekuwa wakielezea nini kinatakiwa kufuatwa na watunga sera pia wamekuwa wakijumuika hapa. Leo ilikuwa ni hotuba ya um, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ambaye amezungumzia kuhusu uwezekano wa kuweko na mtizamo wa pamoja baina ya Marekani na Ulaya lakini akisema kwamba lazima viongozi wa Ulaya waweze kuzingatia maadili bora ambayo mwenyewe ameyataja kuwa ni maadili ambayo yamekuwa yakiweza hivi kutetewa na Marekani. Kwa hiyo uh, kumekuwa na mikutano ya kando ambayo imekuwa ikiendelea hapa. Uh, mkutano mwingine ni hotuba ya Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye ametoa mwito kwa mara nyingine kwamba ni lazima viongozi wa dunia waweze ku, ku, ku, ku, kuangazia mzozo huo wa Ukraine na hasa zaidi swala linaloendelea uh, uh, la mazungumzo baina na, ya, na Urusi, na akisema kwamba nchi yake haiwezi kamwe kuacha maeneo ambayo ni muhimu kwa uh, Urusi. Na hapo kumekuwa pia hotuba zilizotolewa hapo jana na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ambaye alisema kwamba Ulaya haiwezi kuiacha kando Ukraine. Kuhusu bara la Afrika, kumekuwa na mengi pia ambayo yamekuwa yakijadiliwa. Mfano wa viongozi kadhaa ama mawaziri na ma, wa, wa mambo ya nje na mawaziri wa ulinzi ambao wako hapa, wa baadhi ya nchi, wamekuwa wakielezea sera kuhusu amani ya pamoja barani Afrika. Kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzozo huo pia umemulikwa. Waziri wa mambo ya nje wa Kongo Therese Kaikwamba yuko hapa na tumetoka kufanya naye mahojiano ambayo amesema kwamba kuna jitihada na mwelekeo mzuri hivi sasa ambao nchi za Kiafrika zinachukua kwa ajili ya usitishaji mapigano huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia kumekuwa na viongozi wengine ambao wamezungumzia masuala ya mzozo wa huko Sahel ambako kumekuwa na makundi ya kigaidi na vilevile vile mzozo wa Sudan umechukua pia nafasi kubwa hapa ambapo wamekuwa wakijadili vipi kuweza kumalizisha mizozo hiyo. Cha kufahamisha tu ni kwamba viongozi wengi wa Afrika hawakuhudhuria mkutano huu wa Munich mwaka huu kutokana na kwamba ajenda ilikuwa pia ni maandalizi ya mkutano wa kilele wa maraisi huku Addis Ababa. Kwa hiyo marais wengi hawakuwepo isipokuwa rais Maada Bio wa Sierra Leone ambaye pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya ECOWAS ambaye Alihudhuria kikao cha jana na baadaye kuondoka kuelekea huko Addis Ababa kutoka Munich. Hapa ni Saleh Mwanamilongo, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu kutakuwa na mengi kabisa. Mkutano huu unaendelea hadi hapo kesho Jumapili ambapo utakamilika.